E, leo tumekuja hapa maalum kwa ajili ya kufungua mafunzo ya siku tatu ya matumizi ya kompyuta kwa walimu wa shule za sekondari na walimu wa shule za msingi. Ah, lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha walimu hawa wapate umahiri wa matumizi ya vyombo hivi vya kiteknolojia ili wao waje waweze kuwawezesha wanafunzi. Kwa sababu sasa hivi tumeanza na kompyuta hizi 34 na ambazo tunategemea na Kompyuta kumi zitabaki hapa Inezo, kompyuta kumi zitakwenda Iyawaya, lakini kompyuta mbili, mbili zitakwenda kwenye hizi shule saba za, halmashauri za, za kata ya Inyara. Lengo ni kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi tunawafundisha wawe na ujuzi wa kompyuta. Kwa lengo letu ni kwamba halmashauri, ili kufika miaka ya mbeleni hapo, tuwe na kompyuta za kutosha na wanafunzi wetu waweze kujifunza eh, masuala ya teknolojia teknolojia, kwa sababu sasa hivi maisha bila teknolojia hayaendi. Kimsingi tumeanza na walimu, ili walimu hayo maarifa wahamasishe au wayahamishie kwa watoto. Kwa hiyo wanajifunza leo walimu kwa siku tatu, ingawa tuna walimu wanne ambao ni walimu wa tehama, lakini tumechukua wengi, ili lengo letu ni kwamba walimu wote wafahamu hii kitu, kisha waelekee kwa watoto. Lengo kuu ni kuboresha elimu. Kwa mfumo huu wa uongozi na utawala wa sasa, vitu vingi vinatumika, vinatumia kompyuta kwamba majukumu ya mwalimu anatakiwa yaingize kwenye mfumo wa kompyuta, kazi zake za kila siku anataka kuyaingiza, na hata anapimwa kupitia mfumo huo wa tehama. Kwa hiyo kwa sisi, kutakuwa na faida kubwa sana kwa shule yetu. Changamoto ambayo tulikuwa tunaipata kabla hatujapata hii elimu ya tehama ni kwamba tulikuwa na ufundishaji duni, hasa kwa masomo ya sayansi ambayo anahitaji ufundishaji kwa vitendo. Tunashukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutuletea hii fursa, kutuletea hizi kompyuta na hii elimu ya tehama. Sasa tutaweza kuwafundishia watoto wetu vizuri kabisa kwa masomo ya sayansi. Na kabla tujapata hizi kompyuta tulikuwa tunatumia vishikwambi vile ambavyo viligawiwa na serikali, uh, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Uh, tulikuwa tunaazima vishikwambi labda kama vitatu au uh, vinne tunawapa wanafunzi wachache wanakaa wana, wana, wana, wana kwenye makundi kutafuta notes na kutafuta vitu mbalimbali, lakini kwa kutumia kompyuta hizi sasa itakuwa ni rahisi hata kuwaweka wanafunzi labda wanafunzi watatu kwenye kompyuta moja, kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwafikia watoto wengi kwa wakati mmoja.